Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Edgar Elsani Janie, ni muumini wa parokia ya Mtakatifu Leodes Makoka. Leo ni tarehe 31 mwezi wa 12, bado masaa machache tu kutafuta mwaka Ndugu mwanadamu popote pale ulipo, najua katika huu mwaka ulioisha kuna mambo mengi mazuri ulikuwa umeyapanga kuyafanya, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kuna mengine labda hayajakamilika, au kuna mengine pia yamekamilika. Ya mimi naomba nikutie moyo, nikutie moyo, usife moyo, endeleni kumtumainia Mwenyezi Mungu ili yale ambayo hujaweza kufikia katika mwaka ambao umebatiza masaa machache kuisha uweze kutimiza katika mwaka unaokuja wa 2026. Yote kwa yote, niombe kuwakaribisha katika mkesha wa leo hapa hapa Ukeli kwetu kakiwa mtakatifu Gades Mapoka. Lakini yote kwa yote, naomba nitume salamu za pongezi walau hata kwa watu wanne naomba nimtumie salamu za pongezi baba wangu, paroko wangu wa mtakatifu Kodes Mako, anaitwa China Pani. Lakini pia naomba nimtumie salamu ya heri na baraka, huyu si mwingine ni mwenyekiti wangu wa kwaya, anaitwa Bernard Ngurika. Huyu ndio mwenyekiti wa mtakatifu Rolirwanga kakia Makoka, ndio mwenyekiti wetu, na ni mwenyekiti wa shirikisho pia. Lakini yote kwa yote, niombe kumtumia eri, eri ya baraka na mafanikio. Huyu si mwingine, ni huyu anifanya mimi na shaini, anifanya mimi napendeza, anifanya mimi namtumikia Mwenyezi Mungu, si mwingine anaitwa Neema Stanley. Huyu ni mke wangu kipenzi, naomba nimtumie ni salamu ya eri na baraka yeye, yeah, na familia yake, watoto wangu wote Lightness, Brighton, wote nawapenda sana. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbughi TV, habari kazi na sala.